Yani, katika siku ambazo kwamba mimi leo sijui ni kusahii au vipi, kwa lipi tena leo hii nimechelewa kuamka yaani daku mimi leo nime, yani nimeshindwa, yani nimeshindwa kula muda mwafaka daku. Nimekula saa ngapi? Ilikuwa saa moja, ndio nilivyoamka saa moja asubuhi Nilivyoona kwamba nimechungulia nje hivi nikicheki, naona mwanga kibao, niko hapa, nifunge mlango na madirisha kuongeza kiza, nikala daku la. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shehe wangu kwa mafundisho ya dini yetu ya Kiislamu tuliofundishwa na jinsi ya kuishi huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, sambamba ikiambatana na mfumo wa somo wewe umesema umekula saa ngapi? saa moja. Shehe wangu, haujafunga kwa sababu sisi tunashauriwa kula daku majira ya saa kumi, ikizidi saa kumi na moja saa kumi na mbili. Sasa wewe, shehe wangu, kweu kabisa e, nikaongeza kiza. Yaani e, baada ya kuongeza kiza, ndo nikaona hapa sasa hivi, kwa sababu kiza hiki nikapiga wee ama kweli kulukaluka kwa malage hapo. Yani sasa hivi unasua, ah, nimefunga? Si nimekula daku saa 10 na saa ngapi? saa moja, si o, kikubwa kiza tu ndo kinachotakiwa cha msingi hapo. Rudi nyumbani, mwambie mama watoto akuandalie msosi, chakula, kwa sababu hauna utakaye mficha. Mwenyezi Mungu huwezi kumficha chochote kwa sababu anakuona haujafunga. Basi mimi nakuja kwanza, naenda hapo mara moja kwanza i wangu we, haujafunga labda, we leo we, we golikipa.